Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, uh, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Babati mjini, uh, kwa mujibu wa kifungu namba 69 sehemu ya kwanza cha sheria ya uchaguzi wa rais wabunge na madiwani namba moja ya mwaka 2024, msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Babati mjini anawatangazia wananchi wote waliojiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuwa: moja, uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani utafanyika siku ya Jumatano ya tarehe 29 ya Oktoba 2025. Mbili, vituo vilivyotumika kuandikisha wapiga kura ndivyo vitavyotumika kupiga kura. Na tatu, vituo vya kupigia kura vitafunguliwa kuanzia saa moja asubuhi na kufungwa saa kumi jioni. Na nne, vituo vya kupigia kura vya magereza vitafunguliwa saa mbili kamili asubuhi na kufungwa saa tisa kamili alasiri. Na tano, pamoja na tangazo hili, kwa kila kituo cha kupigia kura zimebandikwa taarifa zifuatazo. Taarifa ya kwanza ni mfano wa karatasi ya kura yenye majina na picha za kila mgombea pamoja na nembo za vyama vyao vya siasa kwa uchaguzi wa rais wabunge na madiwani. Na pili, orodha na ya majina ya wapiga kura walioandikishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na tatu, orodha ya wapiga kura walioruhusiwa kupiga kura kura kura moja tu ya rais kwa maana ya KRP. Wananchi wote mnaombwa kupitia taarifa hizo ili kutambua mapema vituo mtakavyopigia kura na kuona mfano wa karatasi ya ya kura. Muhimu siku ya uchaguzi, ni lazima mpiga kura afike kituoni na kadi yake ya mpiga kura. Jambo e, la muhimu sana kwa mpiga kura aliyepoteza kadi yake na ambaye am, aliandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura ataruhusiwa kupiga kura endapo atafika katika kituo alitopangiwa akiwa na leseni ya udereva au pasi ya kusafiria au kitambulisho cha taifa, kwa maana anida. Majina ya kitambulisho mbadala kama alivyosema hapo juu atakachowasilisha yawe yanafanana na aliomo <coughs> kenye daftari la kudumu la wapiga kura tangazo hili limetolewa na wamejiandikisha kupiga kura katika jimbo la Babati, tuna jumla ya wapiga kura elfu themanini mia tisa na kumi ambao watapiga kura katika jimbo la Babati. lakini mbali na hiyo idadi ya wapiga kura, tuna jumla ya vituo vya kupiga kura viko mia mbili na sita ambao vitapiga kura. Na hili la tatu la kwanza, kama kuna wale ambao wana kadi ya zamani ambao sasa hawajafanya aboresho ya ya kadiao lakini hakika walipewa muda kwa ajili <coughs> ya kuboresha taarifa zao. Nakumbuka wa mwaka huu mwezi Julai tulikuwa na zoezi la kuboresha taarifa za imakuu, ambayo kila mmoja alitakiwa aboresha taarifa zake ili aweze kupata nafasi hiyo sasa kwa ajili ya kupiga kura. sasa kama kuna hawa ambao hawakuboresha taarifa zao itakuwa ni